Sisi kama wachezaji uh, tunaona na tuna kiu na hamu kubwa ya kuona uh, tunaweka historia kubwa na alama kwenye klabu kwa kuweza uh, kuweza kuvuka hatua hii uh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, za mwanzo na kwenda kwenye, kuenda kwenye group stage. Kwa hiyo hiyo history ambayo tuna, tuna, tuna matumaini nayo kwenda kuikamilisha kesho, na ili tuweze kuikamilisha, ni lazima tuvuke kiunzi kilichokuwepo mbele yetu, uh, ya mchezo dhidi ya KMKM, na tunaamini uh, wapinzani wetu uh, watakuwa wamejipanga vizuri kulingana na mchezo wa mwanzo tuliocheza dhidi yao, uh, Watanzania, mashabiki wa soka nchini waweze kujitokeza kuja Azam FC kwa ajili ya kushuhudia mechi nzuri na bora ambayo inaenda kuandika itaenda kuandika historia nzuri na kubwa katika klabu yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha mashabiki wa Azam FC na wasio Azam FC waje waburudike, wa, wa, wa kwa burudani kwa, kwa nzuri, lakini pia kwa mashabiki wetu waje waweze kushangilia, lakini hasa kubwa zaidi, nadhani itakuwa ni fursa kubwa kwa vijana watoto ambao watakuja kupata fursa ya kuiona Azam fc kwa sababu Azam FC eh tunasema timu bora bidhaa bora. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia, uh, bidhaa za bidhaa za Azam, lakini pia wanakuja kuona timu bora kwayo. Kwa hiyo nadhani kwa vizazi vijavyo tuna, kuna haja ya kuwapa watoto platform za kuja kuona namna bora ambavyo Azam FC imekuwa ikiwa bora uwanjani na ikipata matokeo chanya na kutengeneza momenti nzuri kama hiyo ambayo tuna wish wote kwenda kuifanya. Kwa hiyo waje na watoto waone burudani, nadhani hicho ndio itakuwa kizazi bora zaidi na mashabiki kindakindaki wa Azam FC.